Wale ambao wamebaki kwa chama chake, nimeona Mheshimiwa Khaniri hapa, sisi tutawasaidia kusima na, na, na, in your party? In your party. Hata tukiambiwa sijui tunaenda kwa zingine ati <laughs> nakwambia, jameni wa Kenya, tume <laughs> naona mtu mtu mtu akishindwa njia ya kuji akule anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme, unajua, watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu, kwenda ongea na wananchi, unda na usimamishe chama chako, kuwa na sera zako kama mwanaume kama Cyrus, sio kuzunga huko huko huko huko ukitoa mambo ya upuzi ambaye haipeleki nchi pahali. We want a united country. We want a vibrant democracy and we want the will of the people to be that that shall prevail. ama ni namna gani mwenzangu? Si ni namna hiyo?